Habari wajasiriamali! Je, unatafuta njia za kupata wateja wengi kwa biashara yako mtandaoni? Leo nitakuonyesha jinsi ya kutambua soko lako, mbinu kumi za kupata wateja mtandaoni, vyombo vya kidigitali vilivyotengwa na biashara kama yako, mifano halisi ya kampeni zilizofaulu. Jibu maswali haya: nani anahitaji bidhaa yako? nini hasa anahitaji? wapi anahitaji? wapi anatafuta suluhisho? Angalia wafanyabiashara wenzako. Tazama comment zao, wateja wanakosa nini? Toa kitu bora zaidi kuliko wao. Wow. Instagram marketing: tumia reels za bida azako hashtag sahihi collab na influencers wadogo. Facebook groups, junge na majukwaya wateja wako. Sio kutuza moja kwa moja. Jibu maswali na toa msaada kwanza. WhatsApp marketing: unda group ya wateja wako. Tuma broadcast lists mara moja kwa wiki, tumia status daily. Google my business: sajili biashara yako bila malipo. Wateja wanao karibu watakupata. Weka picha fresh kila wiki. Mikakati ya kampeni za mtandaoni: toa asilimia kumi discount kwa waanza kununua. Tumia picha yenye bei wazi. Shiriki kwenye vyombo vitatu vya social media. Mlete rafiki apate shilingi elfu tano off na wewe pia. Tumia WhatsApp na Instagram. Weka muda wa mwisho. Kutengeneza picha za kuvutia bila mtaalamu. Tumia Google Analytics na kufahamu wateja wako wanatoka wapi. Tumia Meta Business Suite kwa kusimamia Instagram na Facebook kwa pamoja. Sasa unaweza kutambua wateja wako halisi, kutangaza kwa ufanisi mtandaoni, kuanza kampeni zenye matokeo. Kumbuka mwanzo ni mgumu, lakini thubutu kujaribu. Andika kwenye comments, ni platform gani unayotaka kujifunza zaidi? Anzisha kila siku, consistency ni muhimu. Pima kila mwezi, angalia nini kinafaulu, badilisha mbinu, fanya marekebisho. Biashara yako inaweza kukua mtandaoni leo.